Sawa, so, anajifika mahakamani. Lakini ikifika mahakamani utafikia ushauri. Kwa bwana mtafiki nafundiwa. Mwenye pingamizi yote kwa sababu unapofungua mirathi kuna muda ambao matangazo ya mirathi yanawekwa. Ambayo yoyote mwenye con... jambo lolote kuhusiana na mirathi hiyo, malalamiko, chochote unajua unaweza kuyafikia. Kwa hiyo mwenye maswala ya hiyo mirathi, kwa mtoto wa marehemu ambao umetenga, labda kwa sababu wewe ni wa nje ya hay... ndoa. Unatakiwa no, uende kwenye mahakama okay. usiku i wako chini ya sheriaayo sasa, itakuwa itakua asai kama na midaki inaweza kugawana bila makubaliano warithi wote au kuna utaratibu maalum wa kisheria unaopaswa kufua kuna utaratibu yeah, yeah. Na utaratibu wenyewe kwezi, na, ni kwamba msimamizi akishateuliwa, kwa sababu huwezi ukagawa mirathi kabla ya kute, huwezi na ukifanya hivyo ni kosa. Ukishateuliwa na mahakama kutisha, inapewa jukumu la like msingi kwanza kabisa kusanya mali lipa de, lakini pia da lakini pia kinachobaki kugawa. Sasa mtu haja, hilo ni kosa na lina utaratibu wake, kwa sababu ukishindwa kugawa mali za marehemu kifungu namba mia moja na saba inaeleza vizuri kabisa, hilo ni kosa ambalo inaweza kupeleka ataje kifungo miezi sita, lakini kwa kuwa kifungu namba mia moja na saba kifungu cha kwanza kinasema kwamba ndani ya miezi sita umepeleka orodha ya mali baada ya kuteuliwa na umegawa mali kwa walii, na uiambie mahakama kwamba nimeshaleta, huu ndiyo orodha ya mali na huu mgawa kwa walii

kwa roza amani na mgao kwa muda usiopungua miezi minne na ukizidi Mboki... hapo ni kujigombe na utakuwa kufanya hivyo mpaka upate kufanikisha kwa kibali. Usipofanya ni fungu namba tano ndio utafanya. Sasa yote haya tunasema, kwa nini hiyo iliwepo? Iliwepo kwa, kwa sababu mtu anaweza akaamua tu ameteuliwa hapo. Angalia walizi wanufaika mwaka wa kwanza wa pili wa tatu wa nini wa wa kumi yana mnufaika

Jua haya yote na mengine mengi, ungana nasi katika kipindi cha Kilimo Sokoni. Mtazamaji mpendwa, tumerejea tena kipindi mizani ya sheria hapa Tumaini TV, ipe nafsi yako Tumaini. Na kama ambavyo nilikutambulisha awali, tuko na Mheshimiwa Manfred Sanga kutoka kituo jumuishi cha mahakama uh, Temeke jijini Dar es Salaam akishughulikia masuala ya familia. Um, tumezungumza katika sehemu ya kwanza kwa ya kipindi chetu tukiwa tuna kazi ya mirathi na, um, baada ya la mwisho ambalo lilikuwa kuhusiana na mgawanyo bila makubaliano, nikapata wazo pia kuna hatua za upatanishi zinazoweza kufanyika kabla ya kufungua shauri la mahakama. Mm, ndiyo mtazamaji, lakini sio kisheria. Ndio, ndio. Kwa maana sheria ya mirathi hailazimishi lazima watu wasuluhishwe kwanza, kama ilivyo mashauri mengine ya madai mm. au mashauri ya ndoa, kwa sababu kuna vyombo vya kusuluhisha lakini kwenye suala la mirathi e, ni ushauri kwa wanandugu wa nandubu, no, kwa marehemu kabla hawajafika mahakamani, ni vyema wao wenyewe wakakaa wakakubaliana, kwa sababu kwa kawaida akifariki marehemu na ndio tamaduni zetu, nakaa kikao cha familia baada ya kuzika, mtajadili, mtatambua mali za marehemu ni zipi, marehemu alikuwa anadaiwa na nani, alikuwa anadai wapi, marehemu alikuwa na watoto wapi watoto wangapi, wake wangapi, lakini pia nani ateuliwa kuwa msimamizi wa mirathi hiyo. Mnaweza mkafanya nyinyi wana familia, au mkaijumuisha watu mnaowaamini kwenye hicho kikao, kwa maana ya wazee labda walikuwa wanaheshimu wanaheshimiana na marehemu au familia, mnaamini kwamba kwa hekima za hawa watu wanaweza wakatusaidia sisi kufikia mwafaka swala letu, na mtakwenda mahakamani sasa kufungua mirathi mtakuwa hamna misuguano kwa sababu mmeshakubaliana kile mnachokubaliana, hiyo ni nje ya mahakama, na mkifika hapo mtaenda, mtakuwa hamna migogoro hiyo kwa, kwa sababu wengine wanakuja mahakamani wamekubaliana, bwana, sisi kwa kuwa tumezaliwa matumbo tofauti, basi tumbo hili au atoke msimamizi mmoja, na huko tumbo la pili atoke msimamizi wa pili, maana mama mdogo na mama mkubwa, ili sasa kutengeneza, wote wana uwakilishi kwenye huo usimamizi hii inaepusha migogoro tofauti na kutosuluhishwa huko kabla ya kuja mahakamani, nyumbani au mtaa. E, na ni jambo jema ninafikiri kwa jamii ingelichukua hilo, inaepusha migogoro mingi sana kwenye mirathi, na kama sisi inaturahisishia kazi kwa sababu watu hawabishani, wanafika mirathi yetu iende basi, inaenda kwa urahisi. Sheria inasema sio, aisemi kama ni takwa la lazima kuwe na muhtasari wa kikao cha familia kwenye kufungua mirathi. Lakini ni jambo muhimu kweli kweli, kwenye kuambatanisha kwenye maombi, kwa sababu kwanza inaifanya mahakama kuamini kwa kwamba hawa watu wamekaa wamekubaliana, lakini pia mirathi yao itaenda bila misuguano, kwa sababu walichokubaliana ndicho kinatekelezeka. Na kama akitekelezeki, basi watasema tulikubaliana kwenye kikao, msimamizi awe huyu, afu ameenda kuomba mwingine ambaye akuteuliwa, akupendekezwa, aku, aku, aku, aku, aku na familia kwa tunaomba mahakama imtengue kwa sababu wanafamilia hawamkubali. Na tukumbuke kwamba kwenye kufungua mirathi kunahitaji ridhaa ya warithi. Sasa ridhaa ya warithi kuipata zaidi ni unaipata nje ya mahakama, sio ndani ya mahakama, kwa sababu inabidi ipatikane ridhaa ya warithi kabla ya mirathi kufungua. Unapofungua na zile ridhaa za warithi ya matano kwenye maombi yako, kuna affidavit ya kuthibitisha consent form. Ya kuthibitisha kwamba tumemkubali, u kila mtu athibitishe wale walisi. Sasa hiyo uwezi ukaipata wakati mirasi imeshafunguliwa, nabidi uipate kabla mraifunguliwa. Utaipateje kama nji amkaya mongei? Kwa maana yake utakuja kufungua mirathi bila hiyo. Ukifungua bila hiyo mapingamizi yatakuja, utatenguliwa. Kwa ni muhimu kweli kweli kufanya usuluhishi kabla ya kuja mahakama japo ni sio wa mahakama itafanya ni nyinyi nyumbani, lakini itaturahisishia. Na katika mazingira kama hayo mheshimiwa, mke mdogo, kama yupo mke mdogo, mdogo, mke mdogo na nyumba ndogo ni vitu viwili tofauti, okay, sawa, anaweza kudai haki kwa niaba ya watoto uh, aliowazaa maanake, au ni lazima watoto wenyewe wajitetee kisheria? Mazingira yako mawili, hmm. kama ni mke yeah. maana yake e, hiyo e, ndoa ilikuwa ya wake wengi yeah. Sasa yes, alikuwa labda tuseme alikuwa muislamu yeah. Au alikuwa na ndoa ya ya kiserikali. Tunajua Kristo ni mke mmoja yeah. Alikuwa na ndoa ya kiserikali ambayo ni ya wake wengi, maana yake mtu anaweza kuwa wake wili watatu, si kwenye cheti amesema ni, ni wake wake wengi, japo ni ya kiserikali, lakini ametiki watu wake wengi. Sasa ikitokea e, yeye ni moja ya wake ye pia ni mrithi kwao na watoto ni warithi watengea. Ikitokea sasa marehemu amezaa nje ya ndoa, lakini sheria zinaruhusu watoto wa nje ya ndoa kurithi, mfano wa Kristo hmm. au ndoa za kiserikali inaruhusiwa kabisa kwamba watoto wa nje wa akalisi, na maamuzi yapo ya mahakama za juu, sheria inaruhusu. Ikitokea hivyo, maanaake mama anakuwa hana haki ya kulisi kwa sababu sio mke Si alikuwa tu mama, alizaa aliza tu na marehemu, ni kuolewa watoto wana haki ya kulia kwanza kwenye maombi ya mirathi, ili sio, sio, sio hiari, ni takwa la lazima kabisa, ni lazima kwa sababu inawezekana ni wadogo wale watoto, ni lazima yule mama sababu hmm. ndio mlezi na ndio mzazi atoe ridhaa, hiyo mirathi iendelee. Kwa hiyo kuna ridhaa ya mtoto mama. Huyo mama. Sasa hiyo ridhaa tunaita kama anaishi nao yeye mwenyewe tunaita affidavit in lieu of consent. Yaani, ridhaa ya mama ambaye anaishi na watoto na watoto wake. Sasa, lakini pia kama ni mlezi tu, inawezekana ni kituo cha watoto yatima labda kuchukuliwa, sister au taasisi fulani ina ina kituo chake na watoto yatima. Mama alishakimbia labda, hayupo. Lakini mtoto yuko pale yule guardian, mlezi anayemlea au baba mdogo au nani anayemlea yule mtoto, inatakiwa aende atoe hiyo ridhaa kwenye hiyo mirathi. Na asipoweka hiyo, msimamizi akileta tu mirathi yake bila kuweka hiyo, maana yake mirathi inakuwa inaita incompetent, inakuwa kama haijakamilika, basi basi itatupwa, itatupiliwa, itatupwa nje kama inaonekana kuna upungufu. Kwanza inaweza hata isipokelewe mahakamani, kwa hiyo ni muhimu na mzazi ana haki hiyo ya kusimama badala ya mtoto wake kudai, na ikitokea hata rufaa zinaenda mahakama za juu, atasimama yeye kwa niaba ya mtoto wake. Na inapotokea marehemu ameacha wosia wazi kuwa fulani ndiye msimamizi wa mali, lakini mmoja kati ya watoto akafanya ulaghai E, akaweka jina lake kwa yeye ndio msimamizi. Hiyo warithi hao watasaidikaje? Eh, kwanza na hasa ta... ikiwa kwa watoto wa, wafanya, wa, wafanya biashara watu wenye mali maana yake inatokea yeah. Kweli kabisa huko sahihi mtangazaji, inatokea na unasema wenye mali yeah. Kwa sababu hapa interest ni mali sasa. Yaani kila mtu anatoa jicho kakangu akifa nipate hiki. Sasa kikao wewe unaingiaje? Si ana watoto na mke? Eh. Ee, ana familia yake. Wewe na wewe unusi tafuta vya kwako. Kwa sasa in, ipo hiyo na jamii inatolea macho sana. Inatolea macho sana. Sasa likitokea jambo kama hilo kuna vitu viwili. Cha kwanza kwanza hiyo ni jinai. Sifoje. Kwa hiyo unaweza ukafungwa. Unapelekwa jela kwa kesi police case kabisa. Kwa mbo yuka foji, Mirathi na uhosia. Mimi nimeandika uhosia, nimeenda nimeutunza RITA, nimekuja nimeutunza kanisani, maana yake nimeenda nimetunza kwa wakili. Sasa wewe ulianzaje? Yani RITA, wa RITA unakuja una wanasema uhosia ndio wenyewe marehemu. Wewe umetoka na wakwako ambao umekutaja wewe, haupo RITA, haupo mahakamani hauko kanisani hauko benki, nasema yeah. zile sehemu zi, ambazo ika-zikatunza zika uko msikitini. Obvious, utakuwa ni utapeli. unachotaka kufanya ni kugushi ulichokifanya ni kugushi, na kama kugushi ni forgery. kwa hiyo una kesi ya jinai na itasikilizwa na unaweza kufungwa jela, lakini upande wa pili ukija mahakamani sasa tunabishaniana, maanake zitakuja wosia mbili, hii unaosema wewe kuteua na hawa watakuja sasa utaona utofauti. Kuna mtu anakuja na wosia ambao umetoka Rita. Rita anakuja kushuhudia, marehemu mwenyewe aliuleta kua maafisa wa Rita. Wewe umetoka e, Pugu, ndo kwenu marehemu alikokuwa anaishi na ulikuwa naishi huko. Bahati nzuri umekuja na wosia wako, hauna maelezo ulitunzwa wapi, hauna mashahidi sababu hata mashahidi wataogopa wakisikia pia kuna jinai, wanaweza wasije kutoa shahidi mahakamani, kwa sababu itabidi wasibitishe kwamba kweli walishuhudia. Tukienda kudhibitisha sign, kwa sababu marehemu anaweza akawa na vitambulisho vyake. Kuna wataalamu wa kudhibitisha sign kabisa kwamba hii sign kweli ni ya marehemu, kulinganisha na vitambulisho. Lakini wewe umekuja na wosia wako wa kugushi signature ambayo haitokuwa sawa na ile ya marehemu ambayo alisign same by same, kwa hiyo utashindwa na hautuweza kufanikiwa maombi yako ya kutaka kuteuliwa. Kwa hiyo watakupinga upande wa pili na utashindwa, utashindwa kupata usimamizi, pengine na mirathi yenyewe ukashindwa kupata, lakini pia utapata jinai na ubaya ulivyo sasa, utakuwa na jinai. Kwa hiyo jamii tu ielewe kwamba alichoandika marehemu kiache, ye ndiyo matako yake, alichuma ye hiyo mali, hujui alipitia yepi na anajua yeye akifa watoto wake familia yake itaishi vipi. Anajua wanamtegemea, kesho hayupo, watoto wataendelea kuishi. Lakini pengine anatambua kuna wana ndugu wasumbufu, wanataka hizo mali na wako tayari pia hata kuumiza au kutoa roho za upande mwingine, ili wapate kitu. Kwa hiyo ni muhimu sana pia kuheshimu kile alichokiacha. Ukigusa ile, kuna jinai na sheria zake. Basi mtazamaji, tuseme Uh, tunapofikia ukingoni, labda neno lako, mheshimiwa, la mwisho kabisa. Na nashukuru mm, kwa nafasi hii e, ni waase e, hasa wanaume wenzangu ndio, lakini pia kina mama mm, sana sana wanaume wenzangu, wosia sio uchuro, wosia sio uchuro, wosia ni baadaye njema kwa familia yako, wala utakufa leo ukiandika wosia lakini utaweka msingi kwa ajili ya familia yako. Kuna mambo utayaweka sawa ili mbele kusiwe na mvurugano mkubwa. Mvurugano ni mkubwa, jamii imebadilika sana. Tofauti eh, na miaka ya zamani watu walikuwa wana heshima. Mm -hmm. Lakini saa hizi watu wanawapo mali zaidi. Eh, jamii, andike usia, wasiogope, waandike usia. Wapo wana sheria wa kuwasaidia. Siku hizi kuna vituo vya msaada wa kisheria. Lakini hata wakienda mahakamani wataelekezwa tu, bwana fomu hii na namna ya kujaza hivi na hivi. Watajaza, wataelekezwa namna ya kutunza, na wataweka misingi mizuri kwa ajili ya familia zao. Asante sana, na tamati ya kipindi Mizani ya Sheria hapa Tumaini TV, ipe nafsi yako tumaini. Na tulikuwa naye Mheshimiwa Manfred Sanga, yeye ni hakimu mkazi mwandamizi kutoka kituo jumuishi cha mahakama masuala ya familia, Temeke, jijini Dar es Salaam. Sina shaka mweza kujifunza mengi kutoka kipindi hiki. Kwa wale ambao ni wajanja wajanja matapeli matapeli, basi mjitahadhari, kwa sababu mahakama pia ina watu na watu wanaelewa kitu cha ukweli au kitu cha uongo. Basi tukutane tena mara nyingine, wakati mwingine. Mshukuru sana Sister Salvina Makonde, mwandaji wa kipindi hiki, shukrani pia nyuma ya kamera ikuwepo studios, pamoja naye Sarah Joseph. Asante na kwaheri kwa sana.